Wapenzi watazamaji, huu ni wakati mwingine sasa. Leo tutaenda kuangazia matatizo yale yale ambayo yana uwezo wa kusibu ama yakaasili afya ya akili. Katika kipengele ambacho tutaenda kukigusia leo ni kipengele cha magonjwa. Ni kivipi magonjwa ya mwili yanaweza ya kaasili afya ama uwezo wa akili wa mwanadamu? Kama tu wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, ningeomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapokuwa tunazi upload. Dr. Lucas utakuwa sambamba nami toka tunapoanza mpaka tunapomaliza. Twende moja kwa moja tukaanze kutazama sababu ya kwanza mpaka sababu ya kumi. Namba moja, tutaanza na kipengele hiki: magonjwa yanaweza kuleta athari ya maumivu ya muda mrefu ama tukiaita chronic pain. Hali hii huleta msongo wa mawazo. Asilimia kubwa ya watu wanaoishi na maumivu yasiyoisha kama vile arthritis au fibromyalgia hupata msongo wa mawazo unaochangia huzuni, hata pia hasira za mara kwa mara. Namba mbili, magonjwa ya sugu huongeza hatari ya msongo na huzuni pia, ama kwa kifupi kwa lugha ya kigeni tunaita depression. Magonjwa kama kisukari, shinikizo la damu ama vivyo huleta hofu ya siku za usoni, matumizi ya dawa ya kudumu na huasili hali ya kujiona mwenye thamani Namba tatu, magonjwa yanayopunguza uwezo wa kufanya kazi haasili hali ya kujitegemea. Magonjwa kama kihalusi, kifafa ama ulemavu wa mwili hupunguza uwezo wa kujitegemea, hali inayoweza kusababisha hisia za kutengwa na hofu pia. Namba nne, hii ni pamoja na matumizi ya dawa za muda mrefu huathiri kemikali za ubongo, kwani baadhi ya dawa hasa za kupunguza maumivu au za presha huathiri mfumo wa neva na kuchangia hali ya kukosa hisia ama msongo wa mawazo. Vivyo vivyo, namba tano, magonjwa huathiri usingizi na usingizi mbaya huathiri akili kwani magonjwa kama pumu ama saratani husababisha usumbufu wa usingizi na kukosa usingizi mzuri huchangia matatizo ya akili kama wasiwasi wasi. Namba sita, hali ya kutojua hatima ya ugonjwa huongeza hofu pia na wasiwasi, kwani magonjwa yasiyotibika au yanayohitaji vipimo vya mara kwa mara huongeza hali ya taharuki isiyokwisha. Namba saba: ugonjwa huathiri uhusiano wa kijamii, kwani wagonjwa wengi hukumbwa na upweke, hivyo hupelekea hali ya kujitenga au huhisi kuwa mzigo kwa familia, jambo linaloathiri afya ya akili. Namba nane: hii ni pamoja na magonjwa huathiri mwonekano wa nje ambayo kawaida tunaita self image. Magonjwa kama kansa au yale yanayoathiri ngozi huathiri mwonekano, hali inayoweza kuharibu hali ya kujiamini na hivyo kusababisha huzuni. Namba tisa kupelekea kukosa nguvu ama uhai wa kufanya shughuli, huleta kukata tamaa. Magonjwa huweza kuasili nishati yani ya mwili, na mtu hushindwa kufanya kazi au mambo aliyoyazoea hali inayoweza kuchangia hisia za kutofaulu. Kabla hatujaenda kwenda kuitazama namba kumi, naomba kuweza kukumbusha kama tuwe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, naomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ile tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya pindi ambapo tunapata tunazi upload Tuende sasa tukaitazame namba ya mwisho, namba kumi, ya kivipi magonjwa huweza kuathiri uwezo wa akili ama afya ya akili ya mwanadamu. Namba kumi: gharama za matibabu na hali ya kifedha huongeza msongo wa akili. Magonjwa ya mwili huambatana na gharama kubwa, jambo linaloweza kusababisha msongo wa mawazo unaotokana na changamoto za kifedha kwa changamoto za kiafya, hususa swala zima la afya ya akili, vidonda vya tumbo, nguvu za kiume kwa upande wa wanaume. Safari ya Afya iko mbele yako, kwani swala la ujenzi wa afya ni jukumu ambalo linatuhusu sisi sote. Kwa matatizo makuu haya mawili, vidonda vya tumbo na nguvu za kiume, tunazo dawa ambazo dhabiti katika kutibu matatizo hayo. Swala la msingi ni wewe kunitafuta katika namba ambayo inapita kwenye skrini yako ili tuweze kukaa meza moja kutatua changamoto ambayo inakusibu. Uzuri ni kwamba dawa hizi tunazisafirisha kote, popote pale ulipo wewe Mtanzania, na juu ya gharama, gharama zake ni nafuu sana. Ningependa kuweza kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufuatilia video zetu mpya pindi ambapo tumekuwa tukizi upload. kikubwa usiache ku subscribe, ku share na kulaiki. Kwa ajili ya watu wengine pia ambao wanahitaji msaada zaidi wa kielimu, Safari ya Afya iko kwa ajili ya sura hilo. Hivyo sina kitu kingine cha ziada zaidi ya kuendelea kuwashukuru. Asanteni.